Tuelekee kaunti nambari mbili 2 wanakijiji wa Mlungunipa huko Msambweni kaunti ya Kwale wanalalamikia ukosefu wa maji. Wanakijiji hao wanasema tatizo hilo limekuwepo kwa miaka mingi, na kisima kilicho karibu nao kimeanza kukauka. <coughs> Iw aa mtu waenda mbali sana kutoka hapa mpaka huko kama mahali pa one hours. wewe angalia ni bibi amekondokea hapo kama saa kumi na moja ama saa kumi za usiku kwenda kulindia maji kwa kisima tu ambacho kilichimbwa na mkono. Akijapo kama saa tano, watu wa wakesha kwa visima wazee wachwa kwa nyumba, sisi tuenda kwa visima, kwa sababu mtu aendeza kumwambia nipeleke kisimani, yeye asema mii niache nilale, nimechoka. Lakini ukiangalia ni kweli ameng'ang'ana na magunia ya makaa kwendo kunda, alafu barabara yenyewe ni ile ulioiona, tunadalika. Watoto wanapata tabu, shule hawana maji, au mtu akifanya haja hana maji, maji hakuna, hakuna sisi wenzetu huko, tutafutieni mambo mengine mazuri sana ulete maji tu hapa kwetu. Msikitini pana shule na msikiti, lakini tuna maji sisi, na tuliweza kuzindua mradi na Coast Waters. Katika sehemu nyingine katika eneo hili hili, lakini bado pale ni mbali na hili eneo ambao lina ECD, pia linahitaji maji kwa sababu kuna msikiti, kuna ECD na kuna wakazi hapa. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, na hiyo ni neno ambalo limechukua kwa kwa, kwa katika orodha yangu nimeliweka katika zile priorities.